Goma lilipoishia ndo linapoendelea mazee kabla ya kuongea lolote ikabidi aanze kudownload majina ya watu Yes, roboti wazee hivi akikuangalia taarifa zako zote zinafika kwenye kioo ulipozaliwa jina hadi tarehe mzee kisha akamgeukia mkurugenzi na yeye, vile vilevile mzee ile anamwangalia taarifa zake zote zikaja cheo chake anapoishi mwanaye hadi tabia zake mzee kisha akatabasamu na kumwita mkurugenzi Asante kwa kazi yako uliyoifanya. kwa kuwa mwenye kazi yake nimefika basi nilikuwa naomba ukae chonjo mzee mabibi na mabwana na mabwana naombeni piga makofi mkurugenzi, tafadhali. Mkurugenzi kaona yeye haya, hey, makubwa madogo na unafuu mzee, uso ulimshuka kama uvunguni mwa sendo. Hapa bodigadi alimpa ishara ya kichwa mzee, kamua hapo. Basi mwamba akaanza na furahi kwamba katika projekti hii nimefanikisha kwa asilimia mia mia. Hivyo nimewasilisha kwenu ili mtoe maoni yenu, yoyote mwenye maswali basi anakaribishwa. Ile watu wanaendelea kupiga makofi, huyu bidada akaja hapa na kumwita namshii. Sasa ikabidi watu wote wageuke na kumwangalia bidada, alitemka mpaka chini, akafika mpaka sehemu alikosimama na mshii, wewe nani bidada? akacheka kisha akamwambia, unajifua mmesahau? Sasa akaona bora mwangalie usoni ili achukue taifa zake, akaja akagundua kuwa alipiwa kibao na Namshii. Nilinyamaza kwa kuwa niliona kweli nimekosea, nikajaribu kuomba samahani, amkunyelewa na kunifukuza kazi. Nilipitia wakati mgumu, namshii ya kujibu kitu zaidi ya kwenda pale na kumkumbatia Tunafika huku mkurugenzi ananipigia mtu huku. Ah, simama mzee. Anaomba samani tu, naomba unisamee. Ah, wewe leo mimi utanitambua sasa. Sikia, mtafute yule muuaji, kwa kuwa alitusaliti mkate vipande vipande. Yule ni mfanyakazi wetu muda mrefu na huwa anafanya kazi yako tu, kama anafanya kazi yangu tu, kwa nini leo anisaliti? Alisema amemgonga na gari na amekufa, mbora yupo hai na yupo softi kabisa, hata mchubuko tu alami ana. Tunakuja huku roboti na bodigadi wake, bodigadi yakawa namsifia akamwambia, kwa leo ah, umenyosha kama lula mzee, hivyo jenyangusha pike motors walia Party ya kujipongeza kwa ajili ya matoleo mapya ya magari yao. tunakuja kuja alipoka Namshii, huyu Bidada ni mtoto wa mkurugenzi. Bidada yamkubali sana Mwamba, ila Mwamba naye anakaza, mimi wewe kama dada yangu. Sasa Namshii, katika kuangaliangalia, pale mezani kuna chupa kama tatu kwa juu zimewekwa baruti. Baruti akagundua kati mshii, ya chupa moja inaweza kusababisha hatari, hivyo Namshii akaona awayi, akawaambia wasiwashe, ila anataka kwenda. akashuka mkono Bidada na kumwambia, acha nikamwambie mimi, wacha Bidada aende. Alipoagizwa kaenda kufanya uchokozi, kafika hapa kamkuta yu Bidada ambaye alipigwa kofi na namshii akachukua karatasi lake na, na kulichana kisha na kumwambia, unafata nini hapa wewe, tapeli mkubwa wewe. Kipindi akiendea na mgogoro wao, na namshii na bodigadi wake wakaja. Bodigadi akamuuliza yo dada aliyovaa mawani, wewe ni mwandishi wa habari? Midala akaitikia ndiyo, akamwambia naomba basi tukazungumze huku, uzewe baruti wamewasha, wana vibe siyo poa mzee. Sasa kuna mwamba mmoja ambaye akuwonekana sura, aliweka chupa chenye baruti hapo na kuondoka. Kile chupa kikaondoka chini na kuanza kuunguza mabana ile andikwa PK Motors. Kipindicho kupande wa kinanamshii hawaelewi chochote, maana wao wapo VIP na yule mwandishi wa habari. Upande huu moto ushakuwa mkubwa mzee, umo ndani watu wanakimbizana tu pakutokea paoni kwa kuwa moshi umetanda kila sehemu. Baadhi ya wa watu walifanikiwa kutoka nje, uko alikuwa wanaendelea kupiga tu stori, walishtuka baada ya kusikia ving'ola, ikabidi watoke nje, ila anafika nje mambo tayari yashaharibika, na mshii akagundua ndani kuna watu wamekwama, wanahitaji msaada. Hivyo basi ikabidi aende, bodi gadi akamkimbilia na kumzuia mlangoni na kumwambia, umo ndani ni hatari sana, moto ni mkali, huwezi kwenda. Kamsukuma bodi gadi pembeni na kuingia ndani, akaona bora ampigie simu mamake na akamwelezea mambo yanayojili, akamwambia huyo atakuwa anajikontrol hivyo, mwache hivyo hivyo, atafanya kazi zake zote. Akimaliza, kwa kuwa moto ni mkali, atapiga shoti na tazima, hivyo hakikisha wasije wakampeka hospitali, maana wakimpeka hospitali, dili lote limekufa. Mimi mwenyewe sio muda mwingi na kuja. Hata hivyo, mwamba alisaidia sana na watu, mtu wa mwisho wa kumsaidia alikuwa ni bidada huyo hapa, aliyopigwa kofi na Namshii alivyomweka tu chini bidada, na kweli akazima. Bidada alikuwa namwita Namshii, alivyoona kimya, akaanza kuita msaada. Bahati nzuri, bidada akipiga naita bodigadi alikuwa karibu, hivyo Ndolikuwa kwanza kusikia alikimbia mbio mbio mpaka pale alipomwangalia na Mshii mgongoni akagundua kuwa anapiga shoti, hivyo ikabidi avue koti la suti amfunike kabla watu wajaona. Bodi gadi alishindwa kukaza na Namshii akabebwa na kuingiza gari la wagonjwa. Ile wapo njiani wanaenda hospitalini wanataka kumchoma sindano mzee, ila bodi gadi alikuwa anawazuia, ila unaendelea na safari. Mara kuna gari ya wagonjwa wengine ipo nyuma yao spidi na wafata, hivyo ikawapita na kuwaovateki kwa mbele. Milango ya gari ikafunguliwa, kumbe ni mamake na Namshii. Hivyo bodi gadi ikabidi wachangamke wamtoe Namshii na wambadilishe na gari maana wakienda hospitalini, aa walete mzee. Basi bodi gali alikuwa naendesha gali, mama Namshia anaendelea kuseti mitambo huku Namshia amitrendi mzee, kila TV namzungumzia yeye jinsi gani alipo pambana kusaidia watu. Tunafika kwa mkurugenzi yupo na mpambe wake, mala simu inaita. Alipopokea, huyu mwamba anadai Namshia alimshuhudia kwa macho yake akikanyagwa na gali na pia alibebwa kwenye ambulance. Hivyo nimejaribu kuchunguza ambulance ilipoenda nimegundua kuna sehemu iliishia ishiya, hivyo ndio nataka nipeleleze. Kipindi naendelea kuongea na simu na huyu mzee hapa anafungua dirisha. Dilisha akawa anaongea peke yake na mani namshii, unahitaji yewa limbakufungula dirisha hivi ili yoyo ingie ndani, na ani anamshii bado mbaya anapumilia mipila. Tunafika hospitalini, bidada yakawa anaongea na simu, akimsimulia jinsi namshii alivyomsaidia, namwambia na mshiyi na na mshi, alinibeba yani misi yamini macho yangu, kumbe kitanda cha pili alikuwa milazo mtoto mkurugenzi. Alivosikia bidada yanajitafa kuambia wenzake kuwa na mshii alimbeba, akaona kama dharau, hivyo akaenda kumnyanyaya simu na kumwambia acha kujisifia kwa watu, na mshi ni wangu, awezi kubeba tata kama wewe. Iyo bidada alikuwa na maneno zaidi ya kumwambia, naomba simu yangu. Apo hapo mkurugenzi naye kaingia alikuja kumuona mtoto wake akawa namuuliza, baba, hivi umeona na mshii? Maana jana naye aliumia sana. Mzee akamuuliza kwanza hapa hayupo, akasema mimi sijamuona kuleta hospitali hii. Mzee akamwambia sawa, basi twende mwanangu. Walipofika nje, wakaona waanze kumuuliza dereva wa ambulesi, akawaambia kuwa ameondoka na bodigadi wake, alisema tuenda kumtibia mwenyewe. Sasa mkurugenzi akawa na wasiwasi, mbona hapa kama aa unaka mchezo. Kisha akamgeukia mwanaye na kumwambia waneenda nyumbani. Mkurugenzi kamlukie Yohani bodigadi na kumwashia moto usiopoa na kumwambia mrudishe na mshii mapema, kabla kibalua kijauta nyasi mwamba ikabidi adanganye amwambie kuwa yupo hospitali ya kampuni ya PK Hospital. Mkurugenzi aliingia kwenye gari na kumwambia dereva wake, nipeleke hospitali ya kampuni uko. Bodi gadi yupo spidi awaye hospitali kabla mkurugenzi hajafika. Ile mkurugenzi amefika, wao alikuwa tayari wa ameshafika mapema. Mkurugenzi anataka kuingia ndani, akamwona na mshii bodi gadi akamwambia, yupo ni chumba cha operation, hivyo subiri kwanza kidogo. Bodi gadi alijitahidi kuwazuia, ile uwezo wake ulikuwa mdogo kwa kuwa wale walikuwa wawili, walimshinda. Mkurugenzi alipopita akawa anatafuta chumba cha operation, akakiona na kuingia ndani. Mama na mshii changanikiwa mzee aelewa afanye nini. Mkurugenzi moja kwa moja ambako na mshii, ila anataka kumfunua shuka. Mama akazuia, mkurugenzi akamsukumia mama pembeni, kisha akafunua shuka mzee